wa kwa sababu mtu ananunua mfuko kwa shilingi elfu moja mia nane anaotoa Ulanga, anaotoa Malinyi, anaofikisha Dar es Salaam, nauza elfu tatu mia nane yani, anakuja mtu Ulanga pale najini haja mait hata kidogo kuchafuka mikono, anapata kwa kila kilo moja shilingi elfu mbili we kulika huyo, anaweka nao kwanzia mwanzo mpaka sasa hivi tayari wakulima wameshaanza kuvuna zao la ufuta na tayari mazao yameshaanza kutoroshwa, lakini sisi katika halmashauri zetu naaazet bado aelipasa au kukamilisha maandalizi kwa maana ya kuanza kufanya minada. Kwa hiyo athari zake ni nyingi, lakini ikiwemo na kutoroshwa, kuongezeka kwa kasi ya utoroshaji wa mazao sababu tutakuwa tujatoa ilani ya kuzuia, wala hatujaanza ilani. Kwa hiyo watu wanaendelea kutorosha mazao. Hii itatufanya tushindwe pia kuweza kutimiza malengo yetu. Mayumi, ni mwenyekiti wa AMCOS Mgeta, AMCOS. kilio changu, kilio changu, sisi kama AMCOS yeah, mkulima anapoleta sasa hamkosi mpa inakuwa haina hela, matokeo yake kusubiri mwezi ili ili apate hela yake anashindwa, matokeo yake anaamua kuhama kwenda kwa mtu wa nje. Kwa mimi ningeomba watu wa benki benki, kuwaeleza, wanakwambia mpaka uje mara tatu, mara nne, aaka miaka mitatu, sasa hapo nikudumize kudumisha nini? hamkosi hizi zinazowake Septemba, natoka esa huu tunaingia aa a uchaguzi. Nilikuwa naomba sana Mheshimiwa, hili hili zoezi lifanikiwe vizuri, tuwe na tahadhari sana na wanasiasa, kwa sababu umeshaanza kusema wa uchaguzi atuwezi kukaingiza nguvu zetu kwa ajili ya kutegeleza suala zaabai. Nilikuwa nafikiria mheshimiwa mwenyekiti, kama wewe mwenyekiti ikikubidi ukae